Na ninawaomba ndugu zangu wa Zanzibari, ni lazima tujifunze na kujua mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda. Tusipofikiria mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda, hatutafika. Zanzibar haikuwa hivi. Leo nimekaa hapa, ninaona ndege tu nyingi zinatua, ninakumbuka wakati nilipokuwa waziri wa ujenzi na wakati huo mheshimiwa Mauri ja alikuwa waziri wa ujenzi huku Zanzibar. Nilipewa maagizo mimi na aliyekuwa rais wa awamu ya tatu mheshimiwa Mkapa nitoe bilioni kumi kwa ajili ya kuupanua huu uwanja wa ndege Mkapa. Mkapa, mnafahamu anatoka chama gani? na mimi mlikuwa mnajua wakati huo nilikuwa natoka chama gani? Uwanja leo umepanuliwa, kuna direct flights zinatoka Ulaya kwa ajili ya watalii kuja hapa. Watu wasione vyaelea vimeundwa. Kwa wale wazee wetu ambao wanafahamu Zanzibar imetoka wapi, watakuwa ni mashahidi kwamba uwanja wa ndege ule ulikuwa unapokea ndege ngapi kwa siku? Leo zinakuja ndege kubwa kubwa kubwa. Watalii wanapokuja huku na wanapokuja hapa Zanzibar, wanakuta ni mahali pa amani. Ndiyo maendeleo, na ndiyo maana kina Kiswahili kinasema mgeni njoo, mwenyeji upone. Sasa ninyi, mwenyeji anatoka hapa anakwenda kuambia wageni wasije hapa nao wamempuuza bado, wanaendelea wageni kuja hapa. Ni lazima tujenge Tanzania yetu, ni lazima tujenge maendeleo yetu. Lakini ndugu zangu, mwaka wa kwanza, miaka mitano, ukagombea ukashindwa, ukaja tena mwaka mwingine ukashindwa, ukaja mwingine ukashindwa huwezi ukajifunza tu? Atakwenda kuuza nyanya sokoni kwamba biashara hii imekataa, kwani hakuna wengine humo ambao wanakuja? Kuna mtu yoyote alitegemea mimi nitakuwa rais? Niliwahi hata ku, ku, ku, kuotawota kwamba nitakuwa rais, lakini nimekuwa waziri kwa miaka ishirini. Sikujaribu hata siku moja kugombea, kwa sababu nilijua vyeo hivi vinaletwa na Mungu. Kama Mungu amesema no ni no, hata ungezunguka namna gani, hata ungefuga ndevu namna gani hata ungenyoa nywele namna gani? Kama Mungu amesema hapana, ni hapana tu. Kwa hiyo, tumwachie nafasi Mungu naye achague watu wake. Na ndiyo maana nasema, Mheshimiwa Dr Sheni, wewe fanya kazi, una sapoti ya watanzania wote, una sapoti ya Wanapemba, una sapoti ya Wanaunguja, una sapoti ya Wanatanzania bara na bahati nzuri, mimi wewe ni bosi wangu. Ulipokuwa makamu wa rais, mimi nilikuwa naibu waziri, baadaye nikawa waziri, uliniongoza vizuri. Kwa hiyo ninakufahamu uchapakazi wako. Lakini ndugu zangu, katika miradi ambayo imeletwa hapa, kuna mradi mwingine wa maji ambao unaendelea sasa hivi ambao unashughulikiwa na benki ya maendeleo ya Afrika, ADB wa dola milioni ishirini na moja ambao unahusisha kuchimba visima kumi na moja na kukarabati visima vingine ishirini na moja na kutandaza miundombinu ya mabomba ya zaidi ya kilometa mia moja hamsini na tatu. Haya yanaletwa kwa sababu Mheshimiwa Daktari Sheni ameamua kuleta maendeleo, sio kuleta fujo na ndiyo maana ninawaomba sana ndugu zangu Wazanzibari tushirikiane na rais huyu ambaye ameonyesha na moyo wa tofauti kuliko mioyo mingi ambayo sisi wengine tunayo. Ana moyo wa uzalendo wa kutaka kufanya kazi. Amebakiza kipindi chake cha miaka minne na ushee, tumpe nafasi afanye yale yanayotakiwa kufanywa. Wazanzibari, mnahitaji maendeleo fujo mtu nalima karafu yako inakwenda kukatwa, mtu mnagombana hata hamsalimiani. Na mfano huo wa ovyo wa kishetani ameuonyesha huyo mtu kwa kukunyima mkono wewe. Ni lazima Watanzania na Wazanzibari tuachane na moyo wa namna huyo. Hakuna dini yoyote inayofundisha chuki duniani. Hakuna msahafu wowote unaofundisha chuki duniani, na misahafu yote na maandiko yote matakatifu yanazungumzia juu ya, ya kusameheana kwenye msiba <hihihi> naona hata Ulaya huko wanashangaa lakini hilo ndiyo mimi ninawaomba, ndugu zangu, wana kafu, wana CCM, wana Tadea, tunahitaji maendeleo ya nchi yetu, tunahitaji kuitunza hiyo amani tulionayo ili wawekezaji waendelee kuja hapa, ili dhana yetu ya kuifanya Zanzibar iwe na viwanda ifanikiwe. Ninafurahi maendeleo haya yanayopatikana na ninaambiwa kuna fedha zingine bilioni kumi zitakuja kwa ajili ya ukarabati barabara. Nataka nikija hapa siku nyingine nije kufungua viwanda, ili vijana hawa vijana wa Kafu, vijana wa CCM, vijana wa Ukawa, vijana wa Tadea, hata wale ambao hawana chama wakafanye kazi, wakapate ajira. Tunataka tutengeneze ajira za Watanzania. Hakuna mtu anayekula lichama, watu wote tunahitaji chakula, maisha mazuri. Na maisha mazuri yataletwa pia na uwekezaji Zanzibar. Hapa tumezungukwa na maji kila mahali, hoteli nyingi zikijengwa zinatuletea uchumi, vikiwekwa viwanda vya, vya samaki, tuna tuna wengi tu baharini na nilipokuwa waziri wa wa, wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, makao makuu nikaamua yaje hapa, na sheria ikapitishwa ya deep sea authority. Tunataka maendeleo, na mimi niwaombe ndugu zangu watanzania wote, lengo letu kubwa liwe maendeleo kwa watanzania maendeleo kwa Wazanzibari, maendeleo kwa Wapemba. Tupeleke Tanzania yetu mbele, tupeleke Zanzibar yetu mbele. Vyama vyetu tuweke pembeni, vyama vyetu tuweke pembeni, makabila yetu tuweke pembeni, dini zetu tuweke pembeni. Tupeleke maendeleo yetu na tuitunze amani yetu. Nchi nyingi ambazo zilishindwa kutunza amani zao leo wanajuta, na wanajuta kwa sababu ya mambo haya madogo madogo. Mambo madogo madogo yanajengeka, baadaye mnajengeana chuki. Nilisikia, nilikuwa naambiwa na mkuu wa mkoa, palikuwa na kisima kimoja ambacho ni cha mwakilishi wa chama fulani fedha zenyewe wamezipata serikalini, akawazuia watu wengine kwenda kuchota maji. Maji yametoka ardhini, hakuyaleta yeye, na fedha alichochimbia kisima kile ni cha serikali. Halafu nasema wengine hawasinywe maji. Huyo alitakiwa mnamdumbukiza kwenye maji, anayanywa yote kusudi akishatoka mle, akitoka mle anakuwa amevimbewa maji, asingerudia. Ni lazima tujenge nidhamu mbele ya Watanzania. Na mimi, ndugu zangu, ninazungumza kwa uwazi tu, kwa sababu nina wajibu wa kuambia ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nataka niendelee kutawala nchi hii yenye amani, na ndiyo maana kwa niaba yenu napenda niwapongeze sana majeshi yetu ya ulinzi, yanafanya kazi nzuri sana yalisimamia vizuri amani ya, ya nchi hii na wanaendelea kutunza amani hii. Endeleeni hivyo hivyo, wala msiogope. Mimi kamanda wenu mkuu, niko pamoja na ninyi Yoyote atakayejaribu kufanya ovyo ovyo. <laughs> Ninyi mmefundishwa mbinu zote. Lazima nchi iende, lazima nchi iende na watu, lazima waheshimu sheria bila shuruti, lakini wananchi wote kwa upendo wa Mwenyezi Mungu lazima kiu yetu kubwa iwe maendeleo. Mzee wetu Abedi Karume, Mungu amweke mahali pema, katika uongozi wake alijenga yale magorofa zaidi ya nane, zaidi ya nane, akayatandika hapa nina naambiwa, alipokuja kama ndoo naye amejenga moja, na Amani yule mwingine mdogo naye amejenga moja. Nina uhakika na Dokta Sheni naye atajenga mengine, lakini baba huyu aliangalia mbele. majengo kama hayo hata Dar es Salaam hayapo, lakini watu wanafiki wabaya wakamkatisha maisha yake. Baba huyu alipofariki mwaka sabini na mbili mimi nilikuwa shule ya msingi. Aliangalia mbele, aliangalia masilahi ya, ya Wanazanzibari. Leo majengo haya bado leo ni ma yanapendeza, pamoja na kwamba yeye ametangulia mbele ya haki tangu mwaka sabini na mbili. Aliwapenda wananchi aliokuwa na waongoza. Wenye mioyo ya kuwapenda wananchi ni wachache, wengine huwa wanapenda ku kuwafanya watu wafarakane mtu mkute mtu na dada yake, huyu ni kafu, huyu ni CCM. Kwa nini wewe uwafarakane, waache kuongea? Umkute mtu mke wake na mme wake, huyu kafu, huyu CCM, unawatenganisha mpaka wanalala kila mmoja chumba chake. Na katika maandiko yote mtu anayefarakanisha watu huwa ni shetani Siyo shetani, basi ana moyo wa kishetani. Ndio maana ninawaomba ndugu zangu, nazungumza hapa, ninajua wana kafu wako hapa, wana CCM mko hapa, wana Tadea mko hapa, na mimi nitapenda siku moja hata nikija hapa nikafungue maskani moja ya CCM maskani nyingine ya kafu kwa sababu mimi ni rais wa watanzania wote. Mimi nataka umoja, na mimi niwaombe viongozi wa vyama mbalimbali, tuhubiri upendo, tumtangulize Mungu katika mahubiri yetu, tumuweke Mungu mbele kwanza. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana, tutakwenda kuulizwa kwamba ilikuwa siku ya msiba nilimnyima mkono Dokta Sheni, Unguja oye! Ndugu zangu, naona usiku unaingia, na mimi nafurahi kuongea ongea, labda Najua mnataka wengine muwai nyumbani, si ndio? Ndugu zangu, mnataka niendelee tu kuongea? Wangapi wanataka niendelee kuongea? Jamani, leo mambo kweli, ndugu zangu wananchi. Lengo langu kubwa la leo, ndugu zangu, lilikuwa ni kuja kuwashukuru na ninyi mmejitokeza kwa wingi kweli. Nataka niwahakikishie ndugu zangu mliohudhuria hapa, nitatoa ushirikiano wangu mkubwa sana kwa Mheshimiwa Dr. Shen ili maendeleo haya yanayotakiwa kupatikana kwa haraka yapatikane. Tumezungumza kuhusu hii sheria ya gesi na mafuta. Bahati nzuri, mheshimiwa mheshimiwa Mauridi yuko hapa, ishughulikieni haraka hiyo sheria, ipitishwe. Mimi nitashangilia nikiona mafuta yanachotwa hapa. Hayo ndiyo maendeleo. Mioyo ya korosho lazima iondoke ndani ya mioyo yetu. Nataka Zanzibar itajirike, nataka Zanzibar iende mbele, na ndiyo maana hata mimi kiongozi wenu nahangaika kuwatafutia fedha, nikizungumza na wafadhili mbali mbalimbali kuja hapa, na bahati nzuri wafadhili wengi wanatuelewa. Tunataka maendeleo ya nchi zetu, tunataka maendeleo ya wananchi hawa. Zanzibar walipewa na Mungu wao, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipewa na Mungu wetu, ni lazima tuitunze kwa ajili ya maendeleo ya sisi na vizazi vinavyokuja. Ndio maana lengo langu kubwa na ushauri wangu kwenu, tushikamane, tuwe wamoja tuwe wamoja katika kuleta maendeleo, kwa sababu sisi viongozi huwa tunapata challenge kubwa. Unapozungumzia maendeleo halafu mahali penyewe watu hawaelewani, inakuwa ni vigumu sana kupanga maendeleo. Unazungumzia kuleta kiwanda, wengine wanaandamana, wengine wanapanga mpango wa kwenda kukichoma kiwanda. Unazungumzia watu walime karafuu ya wingi, wapewe bei nzuri mwingine anapanga kwenda kukata mashina ya karafuu badala ya kwenda kupanda. Moyo wa namna hii tu ukatae, na niwaombe viongozi wa dini muwahubiri hawa watu ambao kwa kweli wanatuchelewesha kwenda mbele, waombeeni dua lakini hata ile dua ya Qurani muiombe, kusudi wakapate laana hawa watu. Ile anapotaka kwenda kukata mkarafuu, ajikate hata kwenye mguu yeye mwenyewe. Watanzania hawa wanahitaji maendeleo, ndicho wanachotaka, walituchagua sisi kwa niaba yao. Mimi ninaitwa rais, lakini urais wangu hauna maana kama ninyi hampo. Urais wangu si chochote kama ninyi msingenichagua. Dkt. Shein hapa ni rais wa Zanzibar, lakini urais wake hauna maana kama ninyi hampo. Urais wake hautakuwa na faida kama ninyi mnahangaika na shida. Urais wake hautakuwa na manufaa kama ninyi mnakosa hata maji ya kunywa. Urahisi wake hautakuwa na faida kama ninyi hamna amani, unalala ndani, unajua leo hii nyumba itachomewa mafuta. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu, kwa heshima kubwa sana, tuitunze hiyo amani yetu, tuutunze muungano wetu, tutangulize masilahi ya Zanzibar yetu, Tanzania yetu Unguja yetu, Pemba yetu na umoja wetu. Waasisi wetu walisimamia hayo, tuna wajibu na sisi, kila mmoja mahali pake asimamie hilo. Ndugu zangu wananchi, nasema tena kwa dhati, ninawashukuru sana kwa mapokezi makubwa. Sijawahi kuona mapokezi makubwa kama haya. Ninawashukuru wote wana CCM ninawashukuru wote wana kafu ninawashukuru wote wana tadea ninawashukuru wote wana ukawa. Tujenge umoja wetu kwa ajili ya kuitanguliza Tanzania yetu mbele. Mimi niko pamoja na ninyi kwa ajili ya kusukuma maendeleo ya nchi yetu, ili kila mtanzania na hasa masikini waweze kufaidika na matunda ya umoja wetu na ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawashukuru sana waandishi wa habari mmekuwa mbele katika kutoa taarifa. Mungu awajalie wa sana. Ninawashukuru sana viongozi wa... wa dini. Ninawashukuru sana wazee na waasisi wa, wa vyama mbalimbali ambao mmeendelea kusimama kuliombea taifa ili kwenda mbele. Ninawashukuru sana viongozi. Ninawashukuru sana ninyi wananchi wote kwa pamoja, kwa umoja wenu. Asanteni sana ninawashukuru. Nitakuja tena siku nyingine. Kwa wana CCM, ninawashukuru sana kwa kunipitisha kwa kura mia moja asilimia mia moja na kuwa mwenyekiti wenu. Nataka niliwahakikishie, nitahakikisha chama kinaenda mbele, na kama kuna majipu ndani ya chama nitaendelea kuyatumbua, kwa sababu hata ndani ya chama chetu cha mapinduzi wapo ambao ni wasaliti. Asubuhi CCM mchana yuko Tadea usiku yuko Kafu. Ni lazima tuwe wamoja kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu. Zanzibar oe! Tanzania oye! Mapinduzi ale! serema! Ale serema! Ale serema! Ale serema! Serema serema! Asanteni sana na Mungu awabariki sana, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Nam ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akihitimisha hotuba yake katika